Hebu niulize kitu. Je, ulishawahi kupokea linki kwenye WhatsApp, email au social media na ukabofya mara moja bila hata kujua inatokea wapi na inamaanisha nini? Kama jibu ni ndio, basi uko hatarini zaidi ya unavyofikiria. Leo nitakuonyesha kwa nini usibofye kila linki na jinsi unavyoweza kujilinda. Fikiria hivi, unaendelea na maisha yako mtandaoni na ghafla linki moja unabofya inakupeleka kwenye tovuti hatari. Kila kitu mtandaoni kinaweza kubadilika kwa sekundi. Linki moja inaweza kuiba data yako, kuinstall virus au hata kuharibu simu au kompyuta yako. Ripoti za kimataifa zinaonyesha Phishing attacks zinashambulia zaidi ya watu bilioni moja kwa kila mwaka. Watu wengi takriban asilimia 60 wanabofia linki zisizojulikana kutokana na curiosity. Yaani kutaka kujua hizo linki zitawapeleka wapi. Hii ndiyo sababu wadukuzi wanapata data nyingi kwa haraka. Email, password, hata financial information. Hebu fikiria Linki ile iliyo kwenye WhatsApp au Instagram story ya rafiki yako inaweza kuwa hatari. Rafiki yako anaweza kuibiwa akaunti yake na linki hiyo inaweza kutuma data zako kwa wadukuzi bila hata wewe kujua. Madhara ni makubwa. Akaunti zako za mitandao ya kijamii zinaweza kuibiwa. Pesa zako za benki zinaweza kuibiwa. Data yako binafsi inaweza kutumika kudanganya watu wengine. Kompyuta au simu inaweza kuharibiwa. Lakini sio lazima uwe hatarini. Zingatia haya: usibofye kila linki, fikiria kabla ya kukliki, angalia URL kama inaonekana ajabu au isiyo rasmi usibofye. Tumia antivirus au firewall kwenye PC yako. Tumia browser extension za security, yani phishing brokers. Elimisha familia na marafiki zako. Tumia two step verification. Hata linki ikijaribu kuiba password paswodi, hatari inaweza kupungua. Hivyo basi, fikiria kabla ya kubofya linki yoyote. Hatua ndogo leo inaweza kuokoa data, pesa na sifa yako mtandaoni. Kila linki si rafiki. Zingatia, chunguza, halafu bofya. Usisahau kusubscribe kwa tips zaidi za cyber security. Hii ni ZcyberX.